Engeneko, wazee kutoka jamii ya Abagusii chini ya mwavuli wao wa baraza la Mwanyangetike wamelaani kudhalilishwa na kudhulumiwa kwa mjane Mellen Mogaka wakati wa mazishi ya aliyekuwa mumewe huko Nyamira. Wakizungumza katika mlima wa kihistoria wa Manga, kaunti ya Nyamira, wazee hao wamesema kuwa japo wanatetea mila na tamaduni za Abagusii hawataruhusu ukatili dhidi ya wanawake. Wazee hao wamesema matendo hayo yalikwenda kinyume na maadili ya jamii hiyo na kuwa wataka wanajamii kuwashauri vijana ili kukomesha mauaji na dhuluma za kijinsia. Wazee hao walifanya kikao maalum na matambiko ya kipekee tangu mwaka wa elfu moja kenda mia arobaini na tano katika Manga. Ile video ilizunguka katika mlima eti mira na desturi ya Mkisii, inafanya msichana kupigwa kurusha ma, mchanga na kadhalika. Hiyo tumelaani, kwa sababu hiyo ni kisungu kimira. Iko mixed culture, hakuna culture ya kurasimisa mtu ama kupiga mwanamke. Miaka ya nyuma kuanzia mwaka 59 mpaka 60 Wakisii walikuwa sawa kwa vitu vyao, hasa kwa heshima, kwa wamama, heshima kwa wazee, heshima kwa samba pia heshima kwa kile kitu we want to go back to our roots and see what is what was our culture telling us how are we deviating from our culture how is modernization affecting us how do we do away with the culture that is no longer working for us and how how do we continue to have that which is working for us tujue ni jinsi gani tutakuja hapa kuwafundisha watoto wetu ili wafuate mila zetu